Kwingineko hali ya taharuki ilishuhudiwa mjini Isinya katika kaunti ya Kajiado kufuatia makabiliano kati ya jamii mbili yaliyosababisha uharibifu mkubwa. Inadaiwa uhasama huo umekuwa ukitokota kwa majuma matatu baada ya mwanabodaboda mmoja kudaiwa kukataa kumrejeshea abiria masalio ya nauli. Kilichoanza kama majibizano kati ya wanabodaboda wawili katika mojawapo ya stendi za bodaboda -boda mjini Isinya, kaunti ya Kajiado, majuma matatu yaliyopita, yaligeuka na kuwa ghasia za kikabila. Kufikia leo asubuhi, pikipiki nne zilikuwa zimeteketezwa, huku polisi wakiwakabili vijana kwa vitoa machozi na kufyatwa risasi hewani kuyatawanya makundi hasimu. Kulingana na naibu kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya Isinya Simon Lokitari, majibizano haya yalitokana na tofauti kuhusu malipo kupitia simu. Kulikuwa na conflict baina ya bodaboda eh, wa Masai and, uh, other non locals eh, walikosana pale kwa stage D ambaye ilikuwa ni kuhusu mambo mzee alibebwa na akatuma pesa eh, mara mbili wakati alikuja kutafuta hiyo pesa yake ile ilienda uh, extra eh, wakaanza vita hapo. Lokitari amesema tukio hilo limechukuliwa kama tukio la uhalifu na wala sio la kikabila. We contained the conflict yesterday and uh, yesterday we had one injury and uh, two motorbikes were burnt yesterday. Vyombo vya usalama viliandaa mkutano wa dharura na viongozi wa eneo hilo kutuliza hali na kurejesha amani. Viongozi wa eneo hilo wanawarai wakaazi kukumbatia mazungumzo na kuripoti mizozo kupitia vyombo vya kisheria badala ya kushiriki ghasia. Mimi ninaomba tu wakaazi wa Isinya pande zote mbili turizon wakuje pamoja waache hii mambo ya kwa sababu hii vita, sisi wote tun tunaishi hapa hii taoni, hii taoni yetu sisi wote wakati huo wa huo, maafisa wa polisi wameimarisha doria mjini humo na kutoa onyo kali kwa makundi yoyote ambayo huenda yanapanga kuzua ghasia. Doreen Arange, Darubini.